Kamati kuu imewaelekeza wanasheria wa chama kuwa hadi kufikia Alhamisi tarehe tisa mwezi Juni, shauri hili liwe limepelekwa mahakamani na madai yetu ya msingi ni kwa sababu tumejiridhisha kuwa moja, msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kutafsiri katiba ya chama. Kwa namna anavyoona yeye tofauti na uhalisia. Kwa tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amejipa jukumu kama mtafsiri wa katiba yetu, na yeye anajiona ndio, eh, anajua eh, nini katiba yetu inazungumza tofauti na sisi na wanasheria wengine wote wanavyoiona katiba yetu. Sababu ya pili aliyotoa msajili wa vyama vya siasa kuzuia ruzuku ya chama na hapa naomba nieleze vizuri sana, ili watanzania waelewe tunaenda mahakamani kwa sababu msajili ame, amechukua jukumu la kuzuia ruzuku kwa chama chetu. Sasa sheria anayoisimamia msajili mwenyewe, sheria ya vyama vya siasa kifungu cha kumi na nane mabano sita msajili ana uwezo wa kuzuia ruzuku ya vyama au kwa chama kingine chochote, sio cha kwetu tu, chama kingine chochote kinachopokea ruzuku pale tu ambapo kuna kweli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa chama hicho kwamba labda chama kimefanya matumizi ya hovyo ya fedha na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amekagua na ametoa ripoti kama vile mnavyosikia sasa hivi. E, ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inasema serikali ya, ya Rais Samia imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Sasa kama mkaguzi tungekuwa na hati chafu au fedha zimetumika vibaya au na jambo kama hilo, kwa mujibu wa kifungu cha 186, hapo tu ndio anapopata mamlaka ya kuzuia ruzuku, na, na, na, na process sio hiyo, kwamba anakaa tu nyumbani kwake anasema nimezuia ruzuku proces atatuandikia sisi barua ya kutaka cause, na hii pia inaenda mpaka kwenye board of, sio chama tu, kwa sababu chama hiki ni, ni mali ya ya ya, ya, ya, ya, ya cause na chama cause kwamba kuna matumizi ya hovyo na kwa kutumia ripoti ambazo zikodit za mkaguzi na mzibiti mkuu wa hesabu za serikali. Sasa msajili amejifanyia hiyo, tunaenda mahakamani kupinga hilo kwa sababu, tukiacha haya mambo, kuna mtu mwingine mwingine mwingine na na mwingine atafanyiwa hivi. Si msajili hana mamlaka ya kubatilisha maamuzi halali ya vikao vya chama kwa mujibu wa katiba ya chama chetu d. Msajili wa vyama vya siasa sio mamlaka ya rufaa na sio chombo cha kupokea malalamiko yoyote kwa masuala ya chama na wanachama wa chama cha siasa. Kama kuna mwanachama wetu amefanyiwa eh, kwenye, kwenye chama humu, mtu anaweza kugombea ngazi ya wilaya au hata ngazi ya kata, pale kwenye maamuzi yakafanyika maamuzi, labda ameona mtu ametoa rushwa labda na vitu kama hivyo, katiba yetu inakutaka ukate rufaa. Kama we ni ngazi ya kata, ukate rufaa kwenye wilaya, na mamlaka ya rufaa itapitia mamlaka ya wilaya itaakti kama chombo cha rufaa itapitia malalamiko yako na ita itafanya nini, itatengua au itaendelea ku uphold hayo maamuzi. Hivyo hivyo kwenye ngazi ya wilaya, kama kuna mtu analalamika anaenda ngazi ya mkoa. Kwenye ngazi ya mkoa anaenda ngazi ya kanda. Chama chetu kime stipulate vizuri sana mamlaka haya na mgawanyo wa mamlaka kwenye wilaya, kwenye kata, kwenye mkoa na kwenye taifa. Kama kuna mtu ana malalamiko kwenye ngazi ya kitaifa anaenda anaenda anakata rufaa, labda kama ni baraza kuu, anakata rufaa kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo ndio maana tumesema, msajili sio mamlaka ya rufaa na sio chombo chochote cha kupokea malalamiko. Kwa hiyo mambo yametufanya twende mahakamani maha. Hivyo chama kinachukua hatua hii kwa lengo la kuweka kumbukumbu sawa kuwa msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kupokea na kusikiliza malalamiko ya wanachama dhidi ya uamuzi wowote wa uliofanywa na chama cha siasa e, kama alivyofanya mbili. Hatujaridhika na maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa kubatilisha maamuzi ya chama ya tarehe ishirini na mbili na tar e, Januari 25.